Habari ndugu mtazamaji, ni siku nyingine tena tunajifunza kidogo kuhusiana na kompyuta hapa. Uh, anakuta mtu anajiuliza anata au anatamani kujifunza kuhusiana na mambo ya kompyuta yenyewe. Anayesema mambo ya kompyuta ambao kwa kitaalamu ndo wanaita information technology, kwa Kiswahili wanaita TEHAMA. Unakuta kijana amekaa anajiuliza, hata kama sio kijana, mtu yoyote tu nakuwa amekaa anajiuliza kwamba anawezaje kubobea haya masuala ya kompyuta. Labda akiangalia, lazima uwe na sifa za kielimu ili kusoma masomo haya ya tehama na kompyuta. Kia kuangalia labda ajafanya vizuri, lakini bado moyo wake moyoni mwake kuna msukumo wa kwamba kama anapenda tehama hii. Lakini mwisho wa siku anajua kutumia Smartphone, anajua kutumia vifaa vingine vya tehama kwa hiyo anaweza akaingia kwenye Google akatafuta huku na kule namna ambayo inaweza kumsaidia yeye kujua cha kufanya kutokana na tamaa ya moyo wake. Okay, kwa bahati mbaya hadi siku zinazozidi kwenda kwenye mtandao wa internet, kuna kunazidi kuwa na mambo mengi sana, kiasi kwamba kama haufahamu unachokitafuta inakuwa na inakuja hali ya kuchanganyikiwa na taarifa, kitu ambacho inahitaji uwe na mwelekezi akuambie hiki ni hiki, hiki sio hiki, ndio ili uweze kufahamu chaguo sahihi kulingana na unachokifahamu. Sasa naweza nime highlight ya maswala machache hapa swala so, kwanza kukuta mtu je aku... na... yeah. Niende kusoma rasmi, niende kusoma rasmi. Ukiangalia alama zake zinakuwa haziruhusu, unakuta alama zake haziruhusu kutoka fom 4, labda tuna fom ambapo ili ubobee kompyuta inabidi labda ukasome computer science, ukasome labda software engineering, ukasome telecommunications. Huko ndo utaenda kudili na kompyuta moja kwa moja. Sasa ukiangalia mahitaji ya kusoma hayo masomo yanahitaji vigezo ambavyo wewe hauna, lakini bado una tamaa ya kujifunza hiyo. Kwa sababu kwa hali kama hiyo, unaweza ukafanyaje? Sasa uh, hapa njia rahisi unaweza kando kujiunga na VETA. VETA haina VETA haina au vivyo vya kati vingi. VETA haina mahitaji makubwa sana. Vivyo vya kati vina mahitaji ma, ma, ambayo kidogo ambayo kidogo inaweza ikawa mtiani kwa mtu, lakini kuna aina nyingine ya tatu ambapo mtu unaweza kujifunza yeye mwenyewe. Tumia mitandao na mitandao uh-huh. Mara nyingi ukienda kusoma VETA unakutana na unakutana na masomo ambayo yanakuwa yanafundisha kompyuta application. Huko kwenye kompyuta application mara nyingi utajifunza kompyuta ni nini, ni kitu gani, inafanyaje kazi, kuzima na kuwasha utajifunza baadhi ya programu za kompyuta kama Microsoft Word labda na Microsoft Excel labda na na mambo baadhi labda na kuunganisha kompyuta na internet labda na kutafuta kitu kwenye internet, kutumia kompyuta. Unaweza kujifunza hivyo vitu, unaweza kugusiwa kidogo kuhusiana na programming kidogo, HTML au unaweza kufundishwa nadharia ya nadharia ya unaweza ukafundishwa nadharia ya nadharia ya unafundishwa nadharia ya website design, unaweza ukafundishwa nadharia ya graphics, nadharia ya vitu mbalimbali, lakini sio kiundani. Kwa hiyo kwa mtu kama huyu, ambao unakuwa huna sifa za kielimu hizo, labda kutoka form 4 huko, lakini bado unakiwa ya kujifunza hii ni vizuri ukajifunza wewe mwenyewe kutumia rasilimali ambazo zipo kwenye kwenye mtandao. Kwa hiyo ile swala la kwamba nikasome rasmi mimi naweza kalingamua kwa namna namna hiyo. Angalia alama zako, chuo anataka nini ili uende ukajifunze. Lakini vile vile angalia chuo ni unaenda kujifunza kitu gani na kitu gani. Je, ndio hicho unachokitaka au unaenda kujifunza hicho kitu ambacho wamesema ni kompyuta kwa sababu tu umesikia ni kompyuta na haujui ni kitu gani. Ukienda huko kielewa, ndo unaenda kugundua kwamba kumbe nachojifunza ni si chonacho kwa nakitaka, alafu tayari umeshajisajili na kupoteza miaka miwili au mwaka mmoja wa miaka mitatu. Kitu cha pili, unaweza ukajiuliza swali kama je tehama na kompyuta ni nini, ambayo unaweza ukajiuliza majibu ya swali hilo unaweza ukayapata kwenye mtandao, unaweza kujapata kwenye artificial intelligence, yoyote ile inakuwa inafahamu kiuliza tu kompyuta au ni nini, inaweza kukuelezea. Lakini athari ya kutafuta kitu kwenye internet na artificial intelligence ni pale ambapo unaletewa maelezo mengi ambayo mwenye hata uelewi kinachozungumziwa ni kitu gani, kwa mwisho wa siku hata kuuliza watu na kwa wasiku, wato, inapendeza kwa hiyo unaweza kuchukua muda wa kufahamu tehama ni kitu gani. Baada ya kufahamu tehama ni kitu gani ndio unakuja kuangalia kompyuta ni kitu gani kwa sababu kompyuta inakuwa ndani ya tehama. Tehama ni teknolojia habari na mawasiliano. Kwenye teknolojia habari na mawasiliano ndio unajifunza sayansi ya kompyuta. Sasa baada ya kujua kompyuta ni kitu gani mm -hmm. Hapo ndio unajua taaluma nyingi ambazo unaweza kujifunza kwenye kompyuta. Unaweza kufahamu taaluma nyingi ambazo unaweza kujifunza kwenye kompyuta. Utakuta kuna labda programming, utakuta kuna telecommunications and networking, utakuta kuna computer science kwa jumla na mambo kibao mengi. Baada ya kuwa umefahamu hayo, ndio unakuja kwenye swala la tatu kwamba sasa kati ya haya kwenye kompyuta mimi nijifunze kitu gani? Mm-hmm, nakosea kuandika hapa, nijifunze kitu gani? Mm -hmm. Tajifunza nini kati ya haya. Halafu ukishakuwa umechagua una, unakuja una kitu kingine kwamba nitumie njia gani kujifunza hichi kitu, nitumie njia gani, ambapo majibu ya maswali yao unaweza ukayapata kwa watu ambao tayari wamesha kutangulia, au siku hizi imekuwa ni rahisi, unaweza ukamuuliza hata baada ya kuwa umeshajua kompyuta ni nini, kompyuta inahusiana ni na vipengele gani na gani, umeshachagua kipengele ambacho kinakuingia, sasa mwelekeo wapi? mm -hmm. Kitu cha tano nitumie njia gani, inaweza inaweza ni ni inaweza kukupa mwelekeo wa mwelekeo wapi, unaweza ukajiuliza kwamba, lakini wakati najiuliza, kuna watu wengine kama mimi wanajiuliza, nameshapiga hatua wa mbele moja labda mbele yangu mimi mmoja labda hatua wako wapi hawa watu yani? Kwa maana kutafuta majukwaa ya watu kama wewe, ambao ndio wanaanza eh, ndio wanaanza kutafakari kwamba, au labda wamefika hapo ulipofika wewe, wameshaamua kwamba mimi nisome kwa namna hii, wameshakuja hapa, kutehama ni nini, kompyuta ni nini, wameshajua kwenye kompyuta ajifunze nini, wameshajua atumie njia gani. Sasa hiyo njia uliyoichagua, utafute wenzako wanaotumia hiyo njia hapo itakusaidia kujua kwamba ni mimi ni kitu gani ambacho umeelewa tofauti katika kufuatilia, au mambo mengine ya awali, au vitu vingine, wengine wanaelewaje, au mimi nawashinda kitu gani, au mimi bado sio bora, kuna wengine ni bora. Kwenye hii hatua ya awali itakusaidia kupata majibu ya maswali haya. Kitu cha sita utakuja, lazima utafute wabobezi wa hilo jambo unalotaka kujifunza. Lazima wapo wabobezi lazima muwatafute wako wapi, kama ni, kwenye Facebook, kama ni uta, uta artificial intelligence inaweza kukuelekeza, utapata watu wataalamu hapa hapa kwenye nitumia njia gani? Kuna naweza kusema kuna, kuna machimbo mengi. Kuna machimbo mengi unaweza ukawatumia kuna machimbo ya makala ambayo nakuwa umeandika ni notes, lakini kuna machimbo mengine ni ni videos videos. Sana sana unazipata kwenye mtandao wa YouTube. Kwenye mtandao wa YouTube hadi sasa kuna videos nyingi sana ambazo zinakuwa na hicho ambacho unasema wewe unajifunza. Lakini kuna channel maarufu ambazo zinakuwa zinajifunza zinafundisha kitu fulani, ni channel rasmi na wanafundisha kwa serious hicho kitu unachotaka kujifunza kwao, unakuwa huwezi kupata ugumu ni swala tu la kuchagua vizuri hadi, uh, kufikia hapa, nafikiri naweza kukusaidia hatua na hatua, ufanyaje ufanyaje. Siku nayo kuja, tutakuja kujifunza kidogo kuhusiana na baadhi ya fursa ambazo zipo kwenye hii tasnia ya tehama na kompyuta kiujumla. Tutaangalia kuhusiana na hii mm, tutaangalia kuhusiana na hii ili uweze kufahamu kwamba unaweza fursa gani utazipata ukisha kuwa na ufahamu kama huu. Asante na, nikutakia, nikutakia wakati mwema. Tukutane kwenye kipindi kingine.